Hapa katika idara hii, lakini vile vile ni washukuru nyie wanahabari, lakini kikubwa zaidi tumshukuru daktari Samia Suluhu Hassan kwa utulivu umakini, e, utendaji wake wa kazi nzuri, uchaguzi wa baraza lake la mawaziri e, kama mlivyoona alivyokuja kuhutubia Bunge. Lakini kwa kweli ziara yangu ya leo kuja hapa kwenye Bonde la Pangani kwanza ni kuja kujitambulisha na kuja kumtembelea mkurugenzi kabla ajawa, kabla sijawa mbunge eh, ofisi hii ilikuwa nina mahusiano nayo, lakini leo nimekuja rasmi kuja kusalimia na kutembelea rasmi kama mbunge. Lakini nimshukuru sana mkurugenzi wa kwa bonde hili amenipokea vizuri na staff wake, tumeongea mengi, tumebadilishana mambo mengi, na nimemweleza spidi ya mheshimiwa rais jinsi ilivyo na baraza lake la mawaziri sasa hivi, mawaziri hawakai ofisini. Kama mawaziri hawakai ofisini, sisi wabunge ni wakina nani tukae ofisini? Na sisi wa wabu, viongozi wabu, ambao tumechaguliwa na wananchi, hatupaswi kukaa ofisini, na ndio maana tunatembea kabla mawaziri hawajafika huku kwenye majimbo, sisi tuwe tumeshafika na tumeshaangalia changamoto za wananchi. Lakini vile vile nimegusia kidogo, ukifika hapo KDC kuna chemchemu moja ya Juma spring spring water Juma spring water ile, ni kwenye kampeni zetu, wananchi walikuwa wanailalamikia sana, lakini baada ya kufika kumweleza mkurugenzi, amenikubalia atatuma timu yake. Kwa hiyo niwaambie watu wa Kiboroloni na wakazi wa Kiboroloni, changamoto ya ile spring water ile Juma spring water ambayo iko KDC, kama ina uhalali wa kukarabatiwa na kama iko mahali sahihi na salama mimi naamini shida yao itakuwa imekwisha. Kwa hiyo tumekubaliana na mheshimiwa mkurugenzi hapa wa bonde hili, atatuma timu yake na atafanyia kazi. Lakini ndugu zangu wana habari, niwaombe sana nyie, ndio wana habari, mnafikisha habari, lakini nataka niwaambie eh, nchi yetu iko salama, nchi iko salama. Niwaombe sana twende tuitangaze amani eh, tuitangaze amani amani sisi tumeirithi amani, sisi tumeikuta kwa mababu zetu. Ndio maana hakuna mtu, unapotembea barabarani hakuna mtu anaweza kukuambia cheza, hakuna mtu anaweza kukupiga kibao. Kwa nini? Kwa sababu tuna amani. Kwa hiyo tuendelee kuitangaza na kuidumisha amani yetu. Baada ya kusema haya, ndugu zanguni wana habari, asanteni sana kwa kunisikiliza. Tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha sisi bonde la Pangani kuwa miongoni mwa taasisi e, ambazo mheshimiwa mbunge wa jimbo la Moshi amezichagua kama maeneo yake ya kipaumbele ya, ya kujitambulisha e, baada ya kuwa mbunge. E, tumshukuru yeye pia kwa namna ambavyo ameendelea kushirikiana nasi e, tunaona mwanga wa kushirikiana nasi zaidi. Tumekuwa tukishirikiana kabla mbunge, ya mbunge akiwa na shida mbalimbali za za wananchi na zake binafsi, tunakuja kuzitatua, na sasa amekuwa mbunge ame, amekuja hapa uh, kwa mambo mawili. ile maku moja ni uh, kutusalimia kama tulivyosema awali, lakini mbili kutushirikisha baadhi ya maeneo ambayo wananchi walikuwa wakiyasemea uh, wakati akiwa kwenye kampeni, na sisi tumeona hii ni fursa kwetu ya kuchukua yale maeneo ambayo yanaweza kwa yanatuhusu ya ili sisi tuweze e, yanayohusiana yani ya ku, na taasisi yetu uweze kuyashughulikia. Na moja kama kama mfano nasema, kuna wananchi walikuwa wanazungumzia kuhusiana na e, chemchemu iliyoko eneo la KBC Moshi ambalo ambayo inaitwa chemchemu ya Juma Spring, hatujajua vizuri shida ni nini, ndipo tukubaliana hapa, tutaenda kufanya tathmini, tujiridhishe, tunafahamu, tunatambua. Wakati mwingine wananchi wana, wana, wakati mwingine wana huwa, wawezi ku, e, e, kutofautisha mipaka ya majukumu yetu sisi, labda wakati mwingine na ruasa wakati mwingine na mamlaka za maji. Kwa hiyo mambo mara nyingi mpaka tukienda kule tunajua shida hasa ni nini. Tumemwahidi ikiwa ni e, changamoto inayo tuhusu tunaanza nayo mara moja, na ikiwa ituhusu, sisi lakini tuna tuna nafasi ya kuwashauri wananchi wapi pa kwenda au kum, kum, kumfikishia yule anayehusika. Kwa hiyo sisi tuta e, tutaanza nayo na kwenda kujiridhisha ni nini hasa kilichopo kwa sababu hata yeye hakuwa na maelezo e, nyofu sana kwenye jambo hilo.